Na huku joto la kisiasa likiendelea kutokota nchini mbele ya uchaguzi mkuu ujao wa 2027, mrengo wa upinzani umesisitiza kuwa uko imara na hauna haraka ya kumtaja atakayepeperusha bendera ya urais kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa sasa. Tena Amalo na taarifa hiyo. Wakizungumza kwenye hafla ya mazishi ya mamake mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya, katika eneo bunge la Kigumo katika kaunti ya Muranga, viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais ambaye pia ni kinara wa chama cha DCP Rigathi Gashagwa, walisema kuwa hawawezi kumtaja mgombea urais wa mrengo wao kwa sasa, wakidai kuwa wakimtaja atahangaishwa na serikali ya rais William Ruto. Sisi tutakuwa na one candidate wa kupigana na Kasongo, and I want to ask for patience. Musikuwe na haraka, uchaguzi iko mbali. Mwai Kibaki alitangazwa kuwa single presidential candidate on 14th of October 202, uchaguzi ukibaki mwezi mbili na siku 13. Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na na Kasongo. Kaati kwa. Atuwezi sisi hapana wajinga. Kwa hivyo mimi naomba mli relax. Nimeona watu wakinipigia simu, oh upinzani me, ime, ime separatika. Oh upinzani separatika na mna gani? Upinzani ni nyinyi. Nyinyi mnangoja tu kiongozi. Wacha tuude chama mwaka huu ya 2026. Uchaguzi kipaki pale siku chache. Ndio tutatoa mtu mmoja. Na pia pia tunataka tungoje hii akina Sifuna si wanakuja? Kwani mnataka tuharakishe? Si tuangoje wakuje? Tena kuna watu wengine ma PS, ma minister, watu ya Kasongo wananitafuta usiku na giza, wanasema wanaku? So goje ni relax. There is is no problem at all. All I want to tell you is that there is a commitment. Kutakuwa na candidate mumo Viongozi hao walitoa mfano wa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na mbili ambapo mrengo wa upinzani ulimtaja rais mstaafu hayati Mwai Kibaki miezi miwili tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Desemba mwaka huo wa elfu mbili na mbili. Na kama tutasikisana ni Rigathi Gachagua, mtoto ya Maumau, kura yote ya mlima itaenda kwa nani? Tukisikizana is our cousin Kalonzo Musyoka. Kura yetu yote ya Mlima itaenda wapi? Tukisikizana is our cousin Fred Matiang'i. Kura yetu yote itaenda wapi? Tukisikizana ni George Natembeya. Kura yetu itaenda wapi? Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka. <laughs> Si <Siya> amesema anataka? <laughs> Sasa bwana,

Wakati huo huo, viongozi hao wakiwemo maseneta na wabunge mbalimbali mbali, wameendelea kumsuta Rais William Ruto kwa kutaka kuleta migawanyiko miongoni mwa viongozi wa upinzani, wakisisitiza kuwa kamwe hawatakubali kuyumbishwa ama kugawanyishwa na serikali bali wataendelea na azma ya kutaka kumung'oa Rais William Ruto mamlakani kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 wakimtaka rais kujiepusha na mashambulizi dhidi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sisi manifesto yetu, mheshimiwa William Ruto, wewe. Manifesto yetu, mheshimiwa William Ruto, wewe. Wewe. Wewe. Manifesto yetu namba moja ni kufukuza wewe. Kabla hujafikisha sisi Singapore, tunataka tufikisha wewe Sugoi. Ni kwa kana tiguo aende we asiende. Hii vita yote unasikia nikipigwa ndani ya chama cha ODM ni kwa sababu moja tu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 na kwa sababu watu wamekuwa wakisema ile vitu baba aliwaambia hii mwaka, hata mi nataka kusema ile vitu baba aliniambia. Baba aliniambia kasongo 2027 home. Nikiripotia West TV, naitwa Leonard Wamalwa.